Karibu tena. Ajali za barabarani zimeendelea kusababisha vifo vya watu karibu kila siku katika msimu huu wa sikukuu, licha ya wito kwa madereva kuwa waangalifu zaidi. Katika tukio la hivi punde liloripotiwa, watu watatu walifariki papo hapo baada ya gari aina ya Toyota Probox walilokuwa wakisafiria kugongana ana kwa ana na trela katika eneo la Kedowa, kando ya barabara kuu ya Kericho Nakuru, alfajiri ya siku ya Krismasi. Polisi wanadai kuwa dereva wa gari hilo aliku Shagari, akiwa mlevi. Unaona kwamba tumepoteza within 48 hours wasikuwa naona jana tumepoteza watu 31 kwa sababu ya accident. So unaona namba idadi inazidi. Ningependa tu kuongea na madriver niwaambie tafadhalini, huu mzimu wa Christmas wakati wa holiday tafadhalini. Be careful when you are driving. Kama umekunywa pombe wacha na steering ya gari. Kiwa msimu wa Krismasi watu wengi hasa jamii yetu watu wanakaa Nairobi Mombasa, ikifika Krismasi lazima tukulie nyumbani. Sasa tunaomba wale mko kwa barabara muwe waangalifu, tusiwe na ajali na kupoteza watu. Juzi, juzi tumepoteza familia moja watu kumi na mbili kutoka hapa